Usaili wa makamishna wa tume ya IEBC mtazamaji, na watahiniwa wanne wanaotaka kuteuliwa kuwa makamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini ya IEBC walifika mbele ya jopo hilo linaloongozwa na Nelson Makanda, ambapo walihojiwa kuhusiana na ufaafu wao. Elijah Wanjao Ngige ambaye alikuwa mgombea mwenza wa ugavana katika kaunti ya Kirinyaga ni mmoja wa wale waliokabiliwa na wakati mgumu kueleza jinsi atakavyoshughulikia changamoto zinazokumba tume ya IEBC. Wakati huo mtazamaji, Esther Nanjala Wekesa ambaye ni miongoni mwa waliotarajiwa kufika mbele ya jopo hilo, basi hakufika. Ben Chumba ana maelezo kamili. Eliud Wanjao Ngige aliyekuwa mwaniaji mwenza wa ugavana katika kaunti ya Kirinyaga wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 alikuwa wa kwanza kufika mbele ya jopo la uteuzi hii leo. Licha ya kwamba hakuibuka mshindi, Ngige alikabiliwa na uchunguzi wa kina kutoka kwa jopo hilo linaloongozwa na mwenyekiti Nelson Makanda ambalo lilimtaka kuelezea jinsi angeshughulikia ya changamoto za sasa zinazoikabili tume ya IEBC huku taifa likijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wa pili kuhojiwa alikuwa Erastus Ethocon mwenye umri wa miaka 48 ambaye ni wakili wa kutetea haki za kibinadamu, ambaye kwa mara nyingine alikuwa amerejea kufanya jaribio jingine la kujiunga na tume hiyo kama kamishna. Ethocon alisisitiza kwamba ujuzi wake kutoka uongozi na utatuzi wa migogoro

Farida Abdalla alitakiwa kuelezea jinsi angehakikisha data muhimu ya wapiga kura ni salama pamoja na kudumisha uadilifu wa mifumo ya habari za tume ya IEBC we need to Wakati uo huo, Dr Ezekiel Kibetanui, mwanazuo mwenye shahada ya uzamifu katika masuala ya sera ya umma na usimamizi alitakiwa kueleza ni vipi ataweka mkakati wa kulinda mifumo ya teknolojia ya tume ya IBC kutokana na tishio la wadukuzi na jinsi gani atakabili hali ambapo itilafu za teknolojia zitasababisha kuvurugika kwa mchakato wa kupiga kura you'll explain to the IT team that you want to protect this technology and obviously they will have to come up with what we require to do because it is the business who tells them what they need to do what if all technology fails on the day of voting chair we will use the manual register Ben Chumba, Darubini